Nashukuru oh, wa na atu... mama yetu Samia Suluhu Hassan ameona ni bora kila eneo liwe na huduma, na ikiwa ni pamoja na huduma hii ya watu wa Mkatanga. Kwa kweli sisi tunakushukuru na tuna imani kwa watu wa Mkatanga sisi hatumdai yeye yeah, anatudai kwa yafanya Mkatanga anatudai sisi. Mama anafanya kazi nzuri mwana yake, hii kazi inayoendelea, bila mama kuweka hiyo mkono wewe usingepata pa kuweka. Sasa utufikie salamu hizi. Mimi kama diwani leo maliza, tunamshukuru mama Samia aendelee na, akimpendeza atupe na pengine zaidi. Tunamshukuru Dokta Samia kwa kutuletea zahanati.